Ni Bugoma TV. Habari. Habari. Ukifuatilia taarifa ambayo imesomwa hapa kuhusiana na huduma hizi za dialisis, lakini pia ukifuatilia taarifa iliyosomwa kuhusu mradi wa mwendelezo wa ujenzi wa hospitali hii katika awamu ya pili au wing B, unaona kabisa kwamba dhamira ya mheshimiwa rais ni njema, ni nzuri na ni upendo wa hali ya juu kwa wananchi wa mkoa wa Katavi. Nasema hivyo kwa sababu hatujawahi kukaa muda mrefu bila kupata fedha za kuja kufanya mwendelezo kwenye hospitali hii ya mkoa, lakini kwenye sekta ya afya kwa ujumla wake, hata kwenye hospitali za wilaya, hata kwenye vituo vya afya, hata kwenye zahanati, ongezeko la watumishi, vifaa tiba na vifaa vingine wezeshi ambavyo vinafanya maboresho makubwa katika utoaji wa huduma za afya. Kwa hiyo tuendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais, tuendelee kumuunga mkono, lakini kubwa zaidi kwa wataalamu hapa, niendelee kuwasihi kwamba fedha zote zinazoletwa hapa ziendelee kumzisimamie vizuri na kuhakikisha kanuni, sheria na taratibu zinazingatiwa katika usimamizi na matumizi ya fedha zote za serikali zinazoletwa hapa. Lakini jambo la pili, so, la pili niendelee kuwaomba sana, swala la uimarishaji wa miundombinu na vifaa ni jambo moja lakini swala la mapokezi ya huduma nzuri huduma bora za afya kwa wananchi ni jambo lingine. Na katika hili jambo lingine la pili la wananchi kupokea huduma nzuri huduma bora ni swala la wataalamu, viongozi, pamoja na wote wanaofanya kazi katika hospitali zetu. Kupitia hospitali hii ya mkoa na kupitia watumishi e, niliowaona hapa hospitali ya mkoa, niwaombe sana kwamba mwendelee kutoa huduma nzuri kwa wananchi wetu ili ilingane na ubora wa miundombinu na vifaa tiba na maboresho yote ambayo mheshimiwa rais anayafanya. Lakini jambo la tatu, nitumie nafasi hii kuwapongeza sana kwa namna ambavyo umeendelea kusimamia uendeshaji wa huduma za afya hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi. Nimezungumza na wagonjwa wachache leo kwenye eneo hili la dialysis na wamenithibitishia kwamba huduma zinazotolewa hapa ni huduma nzuri. Ninaamini kabisa na kwenye idara nyingine kama mlivyozitaja hapa, naamini kabisa huko pia wagonjwa wanapata huduma nzuri kikubwa ni kuendelea kusimamia na kuboresha upatikanaji wa huduma hizo. Kwa upande wa ujenzi wa jengo la Wing B au tuseme awamu ya, ya B inayoendelea, mimi niwahakikishie tu kwamba tutaendelea kushirikiana na kusimamia au ku, kuomba Wizara ya Afya pamoja na serikali kuu kwa ujumla kuendelea kuleta fedha zitakazohakikisha kwamba uh, majengo mengine ambayo bado hayajaanza kujengwa yanaanza kujengwa na yanakamilika lakini na hata ukamilishaji wa jengo hilo la wing B basi na wenyewe uweze kufanyika. Kikubwa ni huduma mnazokusudia kuzitoa, vitengo vyote, idara zote, na kila mmoja kwa nafasi yake ya ajira kuhakikisha kwamba anapata eneo bora la kufanyia kazi na eneo bora la kutolea huduma. Kwa hiyo hilo niwahakikishie kwamba e, mimi pamoja na wenzangu mkoani tutaendelea kushirikiana na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba upatikanaji wa fedha unaendelea kuwepo, ujenzi unaendelea kupatikana na maboresho yote makubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameyakusudia. Jambo la mwisho kabisa endeleeni kutupatia elimu. Maanake ukisikiliza pia hizi data e, kwenye, kwenye taarifa hii tuna tunamshukuru Mheshimiwa Rais na tunapongeza huduma zinazoendelea kutolewa kwa sababu tayari kumekuwa na watu wanaohitaji huduma hii. Lakini ukisikiliza pia nyewe wenyewe madaktari kupitia vyombo mbalimbali mimi wanasikiliza sana. Inaonekana ni kama vile tatizo hili la usafishaji wa, wa damu kwa matatizo ya figo ni kama linaongezeka. Kwa hiyo jambo lingine lililosema la mwisho kabisa ni waombe wataalamu wetu, wataalamu wa tiba, wataalamu wa kinga kutoka Wizara ya Afya e, Ustawi wa Jamii na kadhalika, tunaomba muongeze elimu ya namna gani ya kuishi ili kupunguza matatizo haya ya, ya kufeli kwa figo au matatizo ya aina mbalimbali ambayo mnayaona nyewe wenyewe katika wagonjwa wanaokuja hapa kwenu, elimu iendelee kutolewa ili tuwe pia na namna ya kukinga zaidi. Lakini kwa wale waliopata tayari matatizo ya figo, tunaamini kabisa kwamba kupatikana kwa jengo hili, vifaa tiba hivi na uzinduzi rasmi, pamoja na kwamba huduma zilishaanza, tunaamini hii inaendelea kuwasaidia kama wenyewe walivyotushuhudia hapo kwamba wameendelea kuwa na afya nzuri, pamoja na kwamba wana matatizo hayo, kwa sababu huduma hii inatolewa uh, kwa ubora, na wameendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa namna alivyoboresha hapa na alivyoleta hii huduma. Mheshimiwa mkuu mkoa, ujenzi wa hili jengo la usafishaji damu dialysis ulianza kutekelezwa tarehe 15 mwezi wa 3 2024 na utarajiwa kukamilika tarehe 15 mwezi wa 3 2025. Mradi huu umetekelezwa kwa awamu kulingana na pesa ambazo zilikuwa zinapatikana. Kwa awamu ya kwanza, hospitali ilipokea kiasi cha karibia milioni 196 na ambapo katika hicho kipindi ujenzi ulifikia hatua ya kuinua ukuta wa ujenzi na kukamilika kwa asilimia 78. Awamu ya pili hospitali ilipokea karibia milioni 79 na ikakamilisha ujenzi wa jengo hili la dialysis, samania, jengo la dialysis na baadhi ya hela kutumika kununua samani ambazo ziko ndani ya jengo la dialysis. Kwa sasa mradi huu umekamilika kwa asilimia mia na huduma zimeanza kutolewa toka tarehe moja mwezi wa pili 2025 mpaka kufikia siku ya leo ambapo umekuja jumla ya jumla ya sessions za dialysis za uchujaji damu 195 zimefanyika na hakuna uh, taarifa zozote za vifo ambazo zimetokea wakati ufanyika eh, wa ufanyikaji wa hizi sessions. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ujenzi wa jengo la B ambalo tumetoka umefikia asilimia 50 ambapo shughuli zinazoendelea pale ni kukamilisha ujenzi wa kuta za mgawanyo wa vyumba, ujenzi wa jukwaa la zege pamoja na kusuka nondo za muimingi mbalimbali, mbali na kuhakikisha kuta ambazo tayari zimejengwa zinakomaa ili ziwe imara kwa kumwagia maji na kwa utaratibu wa kitaalamu. Kipindi majengo hayapo, nikupa na nikupa na changamoto sana, maana mgonjwa alikuwa anazidiwa, tunampeleka kule, mpaka paka tunafika kule, mgonjwa kashoka kwa hali mbaya. Lakini kutuletea jengo hili na kutusia, kwa sababu gani mgonjwa hata akikaa kidogo nameteanafu na kwa sababu ni hapa na hapa ni karibu. Hii ni Bugoma TV habari.